Ninafahamu mojawapo ya maswali ambayo unajiuliza ni kwa nini biashara yako haikui, au ni kwa sababu gani haupati wateja? Hei mambo, naitwa Elizabeth Mshana. Mimi ni business coach, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya kodi anakuhudumia kama ataki, asikilizi changamoto ambao ulionayo, unamuuliza maswali ajibu, au anakwambia baada ya wiki mbili, mzigo wetu umeisha, lakini baada ya wiki mbili tupigie simu, tutakujulisha kama mzigo umekuja au la. What kind of customer care is that? Alafu utaanza kulalamika upate wateja hilo la kwanza. La pili, ha, sisi wafanyabiashara wengi hatuna moyo wa shukrani kwa wateja. Wateja wetu wanatakiwa kufanywa kama watoto wajione wao ni sehemu ya biashara. Tuma bulk SMS ya kuwashukuru ama kuwatakia heri ya sikukuu fulani au kuwakumbusha kwamba mna mzigo mpya mna sell na kadhalika, lakini cha tatu na kikubwa ni watu ama wafanyabiashara kutokuwa na database. Do you have database ya wateja wako? Mm -hmm. Na je, unajua ni aina gani ya bidhaa ambazo wanapenda kuzinunua sana au ambazo wanaziulizia sana? Au unafanya tu biashara ili mradi uuze? Na la nne ni hivi, wengi tunafanya biashara ambazo tunazipenda sisi, sio biashara ambazo soko linahitaji ukifanya kitu ambacho wanakipenda wewe, kuna uwezekano mkubwa wa kupotea sokoni, lakini ukifanya biashara ambayo soko inahitaji wewe, utakaa na kudumu kwa sababu unatatua changamoto fulani. Usiache kuendelea kufuatilia kwenye mfululizo wa mafunzo yetu mengi kupitia Instagram peji yetu ya Evict Tanzania pamoja na YouTube chaneli yetu. Bye bye.